Gari moshi lilitingishika kwa mtikisiko na kusimama kwa mshindo wa mvuke na mguno wa chuma, likiwamwaga abiria wake katika harakati zenye joto la kituo kikuu cha Raufia. Dennis Mjuba aliteremka kwenye jukwaa, begi lake la ngozi lililochakaa likining'inia begani mwake, uzito wa hati zake za udhamini ukiwa ndani kama hirizi. Kwanza hewa ilimpiga nzito na harufu iliyochanganyika ya mahindi yanayoangaziwa, moshi wa diesel na harufu dhaifu ya mto uliokuwa ukijiviringa kupitia jiji kama nyoka asiye na pumziko. Raufia, moyo unaodunda wa Madelsi, ilijitokeza mbele yake kwa vurugu za rangi na sauti, wachuuzi wakihamasisha vitambaa vyenye rangi kali, pikipiki piki zikicheza katikati ya umati na sauti ya ngoma kutoka kwa bendi ya mitaani ikiwa mbali. Akiwa na umri wa miaka ishirini na miwili, Dennis alikuwa mrefu zaidi kuliko wengi, mwili wake mwembamba lakini thabiti kutokana na miaka ya kubeba maji na kuni katika kijiji chake cha Kibwe. Macho yake meusi na makali yalichunguza machafuko hayo kwa utulivu uliokanusha mizizi yake ya kijijini. Alikuwa ameota ndoto ya wakati huu. Chuo Kikuu cha Malaika Wapya, mnara unaong'ara wa fursa kwa mvulana aliyewahi kusoma kwa mwangaza wa mshumaa chini ya paa la nyasi. Sasa hapa alikuwa mwanafunzi wa udhamini katika jiji lililojaa tamaa na hatari kwa kiwango sawa. "Sogea, kijana wa kijijini," sauti ilisema, na Dennis akajiepusha, huku mhudumu akimsukuma akibeba toroli iliyopakiwa mizigo kwa juu. Alirekebisha shati lake la bluu lililofifia, lililokuwa bora zaidi alilokuwa nalo, ingawa lilionekana duni mbele ya makoti yaliyoshonwa kitaalamu na mavazi yenye chapa za mijini. Alifuata ishara kuelekea basi la chuo. Macho yaligeuka kumtazama akipita. Kikundi cha wasichana wenye mitindo ya nywele zilizofumwa kwa umaridadi na kupendeza kilinong'ona, huku vicheko vyao vya chini chini vikimfuata kama upepo mzee. Mmoja mwenye mkufu wa dhahabu alimchunguza, kisha akamkodolea macho kwa namna ya idhini isiyoeleweka. Dennis aliendelea mbele, lakini joto la fahari lilimchoma kidogo kifuani. Hapa hakuwa kivuli. Safari ya basi ilikuwa kizunguzungu cha minara ya kioo na barabara zilizopangwa mitende redio ya dereva ikinasa wimbo maarufu wa Madelsi kuhusu mapenzi yaliyopotea na mwanga wa jiji. Walipofika Chuo Kikuu cha Malaika Wapya, mazingira yalijifungua kama ndoto: majengo meupe yenye paa za vigae vyekundu, viwanja vikiwa na wanafunzi wakisonga kwa haraka, na mnara wa saa wa katikati ukiendelea kusaka muda. Tumbo la Dennis lilivutika huu ndio ulikuwa wakati wake, nafasi yake ya kujinasua kutoka kwenye umasikini, kufanya kafara za mama yake ziwe za maana. Jioni hiyo, idara ya sayansi ya siasa iliandaa mkutano wa makaribisho kwenye ukumbi wa wazi ulioangaziwa kwa taa ndogo ndogo za sherehe. Dennis alisimama karibu na meza ya juisi ya matunda na vitafunwa vya viungo vidole vyake vikigusa ukingo wa glasi huku akichunguza umati. Vicheko vilirindima kwenye ukuta vikichanganyika na mlio wa glasi na gumzo la mazungumzo. Alijiona mgeni, lafudhi yake ya kijijini ikiwa siri aliyoiweka nyuma ya kimya makini. Kisha akamwona. Alikuwa amesimama upande wa pili wa chumba akifunikwa na, na mwangaza wa jua uliochora dhahabu juu ya ngozi yake laini. Barbara, nywele zake zilining'inia kwa mawimbi laini, rangi ya ngano uliyokomaa, tofauti na weusi wa kahawia vilivyomzunguka. Macho yake yenye kung'aa yalikutana na yake, na kwa muda mfupi kelele zilififia. Alitabasamu tabasamu, tabasamu dogo lakini lenye mwangaza lililomfanya Dennis apumue kwa shida. Alikuwa amevaa gauni la kijani kibichi lilombana, pindo lake likiyumba taratibu aliposogea kumnong'oneza rafiki yake jambo. Dennis akutambua alikuwa akimtazama kwa muda mrefu, hadi mwenzake alipomgonga kwa kiwiko. Huyo ni Barbara Krieger, mvulana mwenye mwanya kwenye meno yake aliyekuwa akitabasamu alisema nusu Mjerumani, nusu Madelsi. Ana akili sana, usijisumbue. Nusu ya wanafunzi wa idara yetu wanamtamani tayari. Dennis alitikisa kichwa, lakini macho yake alibaki akimfuata ya Barbara. Aliangalia tena upande wake, safari hii akishikilia macho yake kwa muda mrefu zaidi. Kitu fulani kilipita kati yao cheche isiyo na maneno, lakini ya umeme, na chumba kiliyeyuka kuzunguka. Ndipo minong'ono ilipoanza, ikienea kama mkondo wa umeme. Yule mrefu ni nani? Mwanafunzi mpya wa udhamini. Nasikia ana uso wa mwigizaji wa filamu. Dennis alijifanya kutosikia, akinywa jusi yake, kuficha moto uliokuwa ukipanda shingoni mwake lakini macho mengine yalikuwa yakimchunguza pia, makali na yasiyo na msamaha. Dkt Joinia Mshunguzi aliegemea kwenye nguzo karibu na meza ya walimu, mikono yake ikiwa imevukwa kwenye blausi nyekundu iliyoukumbatia mwili wake mwembamba. Akiwa na umri wa miaka thelathini na miwili, alikuwa kijana kuwa mhadhiri, uzuri wake ukiwa silaha aliyoitumia kwa ustadi macho yake yaking'aa kama almasi nyeusi, midomo yake yenye rangi nyekundu ikiwa na ujasiri wa kupindukia. Wanafunzi wake walimpenda, hotuba zake zikiwa kali za kufafanua historia ya kisiasa ya Madalsi kwa shauku iliyokaribia ibada. Lakini usiku huu mawazo yake hayakuwa kwa umati kwa ujumla. Aliweza kumwona Dennis mara tu alipoingia utulivu wake wa ajabu ukikatiza kelele za chumba kama upanga. Hakufanana na wengine, wavulana wa mji waliokuwa na majigambo au wanafunzi wapya waliokuwa na hofu. Kulikuwa na utulivu ndani yake, kina kilichomvutia. Aliinamisha kichwa, akichunguza namna alivyotembea, alivyositisha kabla ya kuzungumza, kana kwamba akipima kila neno vidole vyake vilishika glasi ya divai kwa nguvu kidogo. Kitu fulani ndani yake kilitetemeka, njaa aliyokuwa amesahau kwa miaka tangu ndoa yake na Hodari ilipogeuka kuwa baridi na kibiashara tu. Barbara alipomsogelea Dennis akimgusa kidogo huku akisema samahani, macho ya Joinia yakawa magumu kicheko cha msichana huyo kilisikika kwa upole, na tabasamu la Dennis lilikuwa la dhati. Midomo ya Joinia ilikaza kwa mstari mwembamba. Hakujua kwa nini ilimchoma, hakutaka kuitaja hisia iliyojiviringa ndani yake bado. Sherehe ilipoisha, Dennis na Barbara walizungumzia somo la utangulizi wa utawala, alipoaga na ahadi ya kukutana maktaba kesho. Dennis alitembea kurudi kwenye chumba chake, nyota zikiwa zinang'aa juu. Moyo wake mwepesi zaidi kuliko ulivyokuwa kwa miezi. Kwenye ofisi za walimu, Joinia aliketi mezani kwake, mwangaza wa taa moja ukitupa vivuli juu ya uso wake. Alifungua daftari lake la ngozi, kurasa zake zikiwa safi na zenye mpangilio, zilizojaa maelezo ya mihadhara na maendeleo ya wanafunzi. Kalamu yake ilining'inia, kisha ikateremka ikichora neno moja kwa mwandiko wa kipekee: Dennis. Alitazama, pumzi yake ikiwa nzito. Tabasamu hafifu la siri na lenye makali likamchora usoni mwake, kana kwamba alikuwa amefanya uamuzi ambao asingeweza au asingependa kubatilisha. Nje, Raufia iliendelea kudunda bila kujua hatma zilizoanza kufungana ndani ya Chuo Kikuu cha Malaika Wapya.